Hii ni Arusha One Radio. Mimi ni Awadh Rashidi. Afisa wa zamani wa ujasusi wa jeshi la wanamaji la wa Marekani na mkaguzi wa silaha wa Umoja Mataifa, Scott Ritter ameambia shirika la habari la Russia Today kwamba Ukraini lazima ilitegemea msaada kutoka kwa baadhi ya nchi za magharibi ikiwa kweli ilipanga kulenga helikopta iliyokuwa imembeba rais wa Urusi Vladimir Putin weekend iliyopita. Kamanda wa kitengo cha ulinzi wa anga wa Urusi Yuri Dashkin aliambia kituo cha Russia One wiki iliyopita kwamba helikopta rais Vladimir Putin ilinaswa katika kitovu cha shambulio kubwa la ndege isiyokuwa na rubani ya Ukraine wakati wa ziara ya mkoa wa Kushki mnamo Mei 20. Katika mahojiano na Russia Today siku ya Jumatano, Rita alisisitiza kwamba ikiwa ndege zisizo na rubani za Ukraine zilimlenga rais wa Urusi, hazikufanya hivyo zenyewe. Kulikuwa na msaada uliotolewa na nchi kadhaa za magharibi. Kwa hiyo ni sawa na kusema kuwa nchi za magharibi zilitaka kumuua rais wa Urusi, mwanausalama huyo alisema, na kuongeza ukisoma, kanuni za nyuklia za Urusi hiki kichocheo cha kulipiza kisasi kwa kutumia silaha za nyuklia za Urusi au mashambulio ya mapema. Kwa hivyo ni nani anayecheza na moto huu? Sio rais Vladimir Putin anayecheza na moto huu, bali ni Ukraini na baadhi ya nchi za magharibi ndizo zinazochochea moto huu, aliongeza mwana usalama huyo. Meja huyo wa zamani wa jeshi la wanamaji wa Marekani alikuwa akirejelea maoni ya rais wa Marekani Donald Trump ambaye alidai mapema wiki hii kwamba rais Vladimir Putin anacheza na moto. Kauli hiyo ya Trump ilifuatia mashambulizi makubwa ya Urusi dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya Ukraini ambayo Moscow ilisema ni kisasi cha Ukraini kushadidisha mashambulizi lizia ndege zisizo na rubani dhidi ya malengo ya raia ndani ya Urusi kulingana na wizara ya ulinzi ya Moscow, zaidi ya ndege zisizo na rubani 2300 za Ukraine zilinaswa kwa muda wa wiki iliyopita juu ya anga la Urusi, nyingi zikiwa mbali na mstari wa mbele. Rita ameonyesha wasiwasi wake kwamba kuna mgawanyiko mkubwa katika utawala wa Marekani kati ya wapinzani wa Urusi na wale wanaopendelea kuboresha uhusiano na taifa hilo. Na tukiendelea kusalia nchini Marekani ni kuwa gazeti la The Washington Post limeripoti kuwa shirika la ujasusi la Marekani CIA linakabiliwa na matatizo mk wa kuajiri watu wa habari wa kigeni na linahitaji majasusi zaidi. Miongoni mwa sababu kubwa iliyoelezwa ni pamoja na kuenea kwa mifumo ya utambuzi wa nyuso katika mataifa mengi, hali inayofanya iwe vigumu, kwani mashushushu wengi wanatambuliwa na serikali za nchi zao. Naibu mkurugenzi wa CIA Michael Ellis alikiri swala hilo katika mahojiano hivi karibuni akisema kwamba ingawa baadhi ya zana na mbinu za miaka ya sitini na sabini bado zinaweza kufanya kazi hii leo lakini nyingi zinahitaji hishwa upya. Sababu nyingine iliyotajwa na gazeti hilo ni pamoja na mashushushu walioajiriwa na Marekani ili kufuatilia China mwanzoni mwa miaka elfu mbili kuuliwa zaidi ya dazeni mbili na serikali ya kijamaa ya China. Sababu nyingine iliyotajwa ni pamoja na janga la COVID-19 lililosababisha shirika la shirika la ujasusi la Marekani CIA kutoonana ana kwa ana na mashushushu walioajiri sehemu mbalimbali duniani. Kutokana na lockdown, lakini pia mpango wa sasa Rais wa Marekani Donald Trump wa kufunga karibu balozi 17, kama sehemu ya upunguzaji wa bajeti ya serikali unatishia kupunguza zaidi mnyororo wa shirika la ujasusi wa Marekani CIA wa kufanya ushushushu wake katika maeneo mengi duniani. Na tukitoka huko nchini Marekani sasa tuelekee nchini Irani, ambapo idara mahakama ya Iran imeripoti kuwa mtu mmoja aliyekamatwa mwaka elfu mbili na ishirini na kutiwa hatiani kwa kushirikiana kwa kiwango kikubwa na shirika la ujasusi la Israeli Mosadi amenyongwa, kwa mujibu wa shirika la habari la idara ya mahakama ya Iran Mizan baada ya kufanyiwa uchunguzi kukamatwa na kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria, Bedram Madan aliyepatikana hatia ya ujasusi kwa niaba ya utawala wa kizayuni alihukumiwa adhabu ya kifo baada ya taratibu zote za kisheria kukamilika, ikiwemo kuidhinishwa kwa hukumu ikiwemo kuidhinishwa kwa hukumu hiyo na mahakama kuu ya Iran. Ripoti hiyo imeeleza kuwa Madan alikamatwa mjini Tehran mnamo mwaka 2020 kwa hatia ya kufanya ujasusi. Kwa niaba ya huduma ujasusi utawala ghasibu wa kizayuni wa Israel, Mossad, na kupata utajiri haramu kupitia sarafu ya kigeni ya euro na fedha za mtandao Bitcoin kutoka Ulaya. Imedokezwa kuwa Madani alikuwa akitoa taarifa za siri na kufanya mikutano na maafisa wa Mossadi nje ya nchi na nuku. Mtumii aliyekuwa akisafiri kwenda na kurudi Ujerumani kabla ya kukamatwa kwake, alipokea mafunzo kutoka Mossad na alijaribu kuajiri watu na kukusanya taarifa za siri kupitia mifumo salama mawasiliano mwisho wa kunukuu. Aidha, imeelezwa kuwa madan alikutana na afisa wake wa moja kwa moja wa Mossad kwenye ubalozi wa utawala wa kizayuni mjini Brussels, katika mojawapo ya mikutano yake mingi nje ya Iran. Pia aliripotiwa kusafiri hadi katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu kabla ya kukamatwa mwaka 2020. Baada ya kukamilika kwa mchakato wa kesi ya jinai Bedram Madan alipatikana na hatia ya kufanya ujasusi kwa niaba ya Mossad na mashtaka ya kufanya uharibifu mkubwa katika ardhi na kuasi dhidi ya dini ya Mwenyezi Mungu na akahukumiwa kunyongwa. Hatimaye, baada ya hatua zote za kisheria kukamilika, adhabu hiyo imetekelezwa kwa njia ya kunyongwa imesema taarifa. Mwezi Aprili, mahakama ya Iran ilitangaza kutekelezwa kwa adhabu ya kifo dhidi ya jasusi mwingine wa Mossad, Mohsan Langreshin, ambaye alihusishwa na mauaji ya afisa wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, Kanal Hassan Said Khodei, mjini Tehran mnamo Mei 22 mwaka 2022 kwa kushirikiana na washambuliaji waliokuwa wakitumia pikipiki. Langreshin alikiri makosa yake hadharani katika kila hatua ya uchunguzi mashtaka na kesi yake. Na tukiendelea kusalia huko nchini Irani, kamanda mkuu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya kiislamu ya Irani meja jenerali Hussein Salami amepuuza vikali vitisho vya kijeshi kutoka Marekani dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu, akisisitiza kuwa taifa hilo limejiandaa kikamilifu kukabiliana na hatari yoyote na lina uwezo wa kujilinda dhidi ya aina zote za vitisho. Akizungumza siku ya Jumatano katika mkutano uliofanyika mjini Hamadan, magharibi mwa Irani, meja jenerali jendari Salami amesema na nukuu, tunawaambia viongozi wa Marekani kuwa tuko tayari kwa kila hali. Taifa letu halitawahi kusalimu amri kwa matakwa kisi, kwa matakwa ya kisiasa ya mataifa mengine. Vidole vyetu vyote viko tayari kufyatua risasi na tuko tayari kuwashambulia wakithubutu kufanya kosa. Majibu yetu yatakuwa ya haraka na ya kuumiza kiasi cha kuwafanya wajutie siku hiyo. Amesifu mshikamano wa wananchi wa Iran katika nyanja za kisiasa na wakati wa misukosuko, na wakati wa misukosuko akisema kuwa raia wa Iran hufanya maamuzi sahihi wakati wa dharura na hubaki na umakini wa hali ya juu. Aidha amesema katika kukabiliana na maadui ni lazima tuelewe nguvu ya kijeshi ya adui pamoja na kina cha fikra zake, vita vya kisaikolojia ikiwa ni moja ya mbinu zinazotumiwa na Marekani na, na washirika wake kujaribu kupenya katika fikra za jamii. Kamanda huyo mwandamizi amesisitiza kuwa majeshi ya Iran yako katika kilele cha uwezo wa opereshen na utayari wa kivita. Tuko kwenye vita kamili, tunakabiliwa na vita vya kiuchumi vikwazo, mashinikizo ya kisiasa ya kimataifa, upotoshaji mkubwa wa taarifa, propaganda kali kupitia vyombo vya habari, mashambulizi ya kiutamaduni na vitisho mbalimbali mbali, kutoka kwa maadui walioko ndani na nje. General Sadami amesema licha ya vitisho vyote, Irani imesimama kidete, huku taifa hilo likiendelea mbele kwa uthabiti na kwamba wananchi wake hawatakubali kushinikizwa na matakwa ya kisiasa mataifa mengine. Tuna udhibiti wa juu katika nyanja za ulinzi na tumekuwa tukijipatia nguvu za kukabiliana na mataifa yenye nguvu kubwa duniani. Kwa mara nyingine nawatahadharisha wasithubutu kufanya kosa lolote, tutawafungulia milango ya maangamizi bila kusita, Jenerali Salami alisema. Na waziri wa mambo ya kigeni wa Irani Saidi Abbas Rigachi amesisitiza dhamira ya Irani ya kudumisha uhusiano wa kidugu na Saudi Arabia, akisema kuwa Tehran haitakubali yoyote kuvuruga mahusiano hayo muhimu kwa ulimwengu wa Kiislamu. Shirika rasmi la habari la IRNA limenukuu limemnukuu Rigachi akisema Tuko makini kabisa kuhusu uhusiano wetu na Saudi Arabia. Sera yetu ya ujirani mwema ambayo si mpya ni muhimu sana. Saudi Arabia inashikilia nafasi ya kipekee katika sera hii na tutaendeleza uhusiano wetu wa kindugu na hatutaruhusu kuvurugwa uhusiano huo. Akizungumza kukamatwa kwa mmoja wa mahujaji wa Iran na polisi wa Saudi Arabia katika mji wa Madina, waziri huyo ameongeza kuwa Teherani iko katika mawasiliano ya karibu na maafisa wa Iran walioko Saudi Arabia ili kuhakikisha kuwa hakuna usumbufu wowote katika kupeleka mahujaji kwa ajili ya ibada ya haji na kushughulikia changamoto zinazojitokeza a chapisho lake kwenye ukurasa wa X siku ya Jumanne, Arghachi alisema Irani, iran inalani vikari jaribio lolote la kuhujumu umoja wa Kiislamu hasa katika mazingira ya kiroho ya ibada ya Hija. Tumeazimia kutoruhusu yoyote kuhujumu uhusiano wetu wa kindugu na ujirani mwema ikiwemo njia za maendeleo ya Irani na Saudi Arabia. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya kigeni wa Saudi Arabia Abdulaziz bin Saudi bin Naif bin Abdulaziz Al Saud alisema siku ya Jumatano kuwa uhusiano mzuri na chanya kati ya Teherani na Riadhi utakuwa na manufaa kwa ulimwengu wa Kiislamu na kanda nzima. Ametoa kauli hiyo katika kikao chake na mkuu wa taasisi ya hija na Umra ya Iran areza Bayat kilichofanyika mjini Jidda, ambapo alijadili masuala mbalimbali ya pande mbili. Mwisho wa rubaza za kimataifa kutoka Arusha One Redio. Jina langu ni Awadhi Rashidi.